Hello, karibu kwenye channel yangu ya Grace Choice Madikodiko, tujifunze jinsi ya kupika mapishi mbalimbali. Basi siku ya leo tuna kuku wa kizungu. Leo tunaenda kukaanga kuku wa kizungu, basi na Christmas ndio hiyo inakuja. Njoo jifunze jinsi ya kutengeneza kuku mzuri, kuku mtamu, mwenye ladha nzuri kabisa, ambayo itafurahia wewe na familia yako. Kwa kwanza basi tumeandaa hapo kuku wetu, tumeanza, tumemwandaa vizuri, tumesafisha vizuri, tumeweka chumvi kivijiko viwili vya mezani, namaanisha kwamba vijiko cha chakula viwili. Ikisha unaweka chumvi yako vizuri kabisa, na nimeweka nimeweka hapo nimeweka na tangawizi na nama hiyo, na baada ya hapo niliweka ajina moto. Basi ukitaka kukua kawana la ladha nzuri, aaa tofauti, basi hakikisha unaweka na hii ajina moto. Kama hujai kuweka, basi hebu jaribu leo au aribu katika Krismasi hii, ili hi wafurahie na familia yako. Radha yake ni nzuri sana. Baada ya hapo, niliweka na tangawizi. Hakikisha nafungua, mimi napenda kufungua tangawizi yangu kama hizi, ngine napenda kutwanga, ni sawa basi. Mimi mfungua tangawizi yangu tanga namna hiyo kwenye kuku wangu. Baada ya hapo, niliweka soya sauce. Basi hii soya sauce ni yapani, ni nzuri kwenye kuku wako. Napenda kuweka soya sauce kwa sababu inasaidia kupata ile harufu kupa ya kuku, pia inakupa ladha moja nzuri sana ukikaanga ile soya sauce ndani ya kuku yako, yani inakupa mtamu mtamu sana. Baada ya hapo, ni mchanganya kama unavyoona, nataka uchanganye vizuri, ili kila kipande cha nyama, kila kipande cha kuku kipate ile kiungo. Baada ya hapo, niliweka na limao, limao limao lima

vinega. Hii vinega inasaidia vine, sasa ile limao, ile limao kuingia vizuri ndani ya kuku wako. Inakupa ladha moja nzuri ya limao ndani ya kuku wako. Basi baada ya hapo nilichanganya vizuri kuku wangu kama unavyoona namna hiyo, nilichanganya vizuri kabisa. Nikaingia vizuri viungo vyote ndani ya kuku wangu. Basi usisahau kusubscribe channel yangu ya Grace Choice Madikodiko ili usipitwe na mapishi mbali mbalimbali ambayo Mungu nitakuwa nayaweka mahali. Ha uh basi baada ya hapo nilifunika vizuri kuku wangu mimi napenda nifunike hivyo kabisa isitoke harufu wala isiingie chochote basi ili kuku wangu apate viungo vizuri baada ya hapo mimi pia napenda nimwache tu, ni kabisa, tu hapo nje mimi napenda kuweka ndani ya friji ni sawa kabisa naweza kuweka kwenye friji mimi nilimwacha tu kwa nje hapo muda wa saa 1 baada ya hapo kama unavyoona kuku wangu tayari wameshapata viungo vyote kabisa vimeingia vizuri kwenye kuku wangu, yani kama unavyoona kipande kimoja kimoja kimepata ile fleva ya viungo vyote. Karibu sana Grace Choice Madikodiko, usiache kusubscribe channel yangu ili usipitwe na mtindo ma mbalimbali ya maisha vyakula mtoko mbalimbali basi utaipata hapa hapa kwenye chaneli yangu hii ya Grace Choice Madikodiko. Baada ya hapo bwana, kuku wangu nilimkaanga, kisha mafuta yamepata moto kama hivyo hapo, nakaanga vizuri kwapo ndani ya mafuta, kisha kila kipande cha nyama kuku wako kinaingia ndani ya mafuta na unavipa nafasi, usijibananishe sana kuku wakawa yupo hawapati uh, pati, uh, moto vizuri. Basi hakikisha unaweka vipande vichache na pia hakikisha kuku wako anaiva vizuri no, na kumweka ndani ya karai lako. Na hakikisha una karai ambalo lina nafasi. Sio kitu kifuvia kidogo ambacho kitakusababisha kuku vizuri. E, uwe na karai karai nzuri kubwa lenye nafasi ili kuku waive vizuri. Kama mimi unavyoona hapo kuku wangu ameiva vizuri, nilimwacha kwa dakika 15. Naona eh? Mimi napenda kuku akauke namna hiyo, huku ni msikarini, amekauka vizuri, ana kiplanch kile, yani safi kabisa, na ladha yake ni nzuri sana. Mnavyoona hapo, nilitoa nikaweka pembeni kwenye sehemu yake ya kuhifadhia. Hapo niliweka ile pepa kwa ajili ya kuondoa mafuta ambayo yamebakia kwenye kuku. Basi kama unavyoona hapo, kuku wangu ameka vizuri sana, ni tamu kuku sana. Basi hapa ndio naendelea kutoa vipande vyangu vya kuku wangu ambao wamekauka vizuri, kama unavyoona ladha nzuri yani, imeingia, viungo vimeingia vyote kabisa. Kama unavyoona hapo, kuku wangu iko tayari kukuliwa, ni nzuri, ni tamu, ni safi kabisa, ladha yake ni nzuri. Mimi hapo nilikuwa na chipsi, basi nayo, unaweza kuwa na chochote bai na sante.